mi wa saba akiwemo kinara wa biashara ya mirungi mkoani Kilimanjaro, Interindwa Zinywangwa Kirumbi maarufu kwa jina la Mama Dangote. Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya mirungi na amefanya biashara hii kwa zaidi ya miaka 30, ambapo amekuwa akiendesha mitandao wafanya ya wafanyabiashara wa mirungi na kusimamia masoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Licha ya kujua kwamba biashara hii ni haramu na ni kinyume cha sheria za nchi. Mwaka juzi mamlaka ilifanya operesheni katika maeneo haya na kuteketeza ekari 535 za mashamba ya mirungi kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya na Wizara ya Kilimo iliweza kutoa elimu kwa wananchi hawa ili kuweza kuachana na biashara hii na kilimo cha mirungi na kuweza kulima mazao mbadala pamoja na ufugaji. Uongozi wa wilaya kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Mifugo imeweza kutoa mifugo kwa wananchi hawa na wameendelea kufuga, lakini pia imetoa miche ya kahawa, miche ya iliki pamoja na mazao mengine mbadala katika maeneo haya, na wananchi walio wengi wameachana na biashara na kilimo cha mirungi na wameanza kulima mazao hayo, lakini wananchi walio wachache wameendelea kufanya biashara ya kilimo cha mirungi. Mamlaka itaendelea kufanya, itaendelea kufanya operesheni katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wanaendelea na kilimo cha mirungi tunawakamata. Lengo la serikali ni kuhakikisha inatokomeza biashara na matumizi ya mirungi hapa nchini, ikizingatiwa kwamba Same ni kitovu cha uzalishaji wa mirungi hapa nchini. Hali hii inahatarisha ustawi wa taifa letu, ndio maana tunafanya operesheni endelevu ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza zao la mirungi hapa nchini, lakini pia tunafanya operesheni hizi nchi nzima ili kuhakikisha kwamba dawa nyingine pia za kulevya zinatokomezwa hapa nchini ili kulinda ustawi wa taifa na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Wito wangu kwa Watanzania, tuendelee kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa mbalimbali za wazalishaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya hapa nchini ili tuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa biashara ya dawa za kulevya nchini ili kulinda taifa na kulinda ustawi wa jamii yetu ya Watanzania na kujenga taifa endelevu linalokuwa kiuchumi.